Mchakato wa kupata jimbo la Uyole umeanza kwa hatua kadhaa na unatarajiwa kukamilika baada ya makubaliano ya baraza la halmashauri. Majimbo hayo ya uchaguzi yatahusu maeneo muhimu kwa maendeleo ya jiji. Baadhi ya madiwani wa jiji la Mbeya wamesema kuwa ni fursa muhimu kwa kuchagiza maendeleo ya mkoa wa Mbeya, na kwamba mapendekezo hayo yataleta manufaa makubwa kwa wananchi. Hainizui kwenda kugombea pengine ambapo patapatikana jimbo la wazi. Kwa hiyo hii ninaongelea hivi kwa sababu fursa ya kugombea ni pamoja na madiwani, tunaruhusiwa kwenda huko. Jimbo likigawanywa, halina mbinyo tena. Tulikuwa na mbunge moja, sasa tunaongeza mbunge mwingine, kwa maana ya kutoa fursa hii ya ugawanyaji wa jimbo. Maana ukizingatia ugawanyaji wa jimbo ni swala ambalo wanaMbeya tulitamani kwa muda mrefu sana litokee, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sasa hivi akwenda kutokea, na tunaomba Mungu kwa kuwa mchakato tumeanza, liende lifike hadi mwisho, liweze kufika hawa wataalamu wetu wamezingatia mapendekezo ambayo tumekuwa tukiyatoa huko nyuma na ukiangalia hakuna kitu kilichobadilishwa kikubwa zaidi ya kuweka zile eh, eh, halmashauri ya amini kata mbili Mwasekwa na Ilemi ambazo zilijadiliwa pia. Kefas Mwasote ni diwani wa jiji la Mbeya na Humphrey Nsomba, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi jiji la Mbeya wamesema kuwa mchakato huu ni muhimu kwa maendeleo ya mkoa. Ya kwa kwetu halmashauri ya jiji la Mbeya, jambo hili halina vikwazo, halina manunguniko. Halimashauri zote mbili kwa maana ya Uyole na jimbo la, na Mbeya mjini tumekubaliana vizuri kwa kweli. Hili jambo sio dogo, ni jambo kubwa, na katika mustakabali wa chama chetu cha mapinduzi, katika mgawanyiko huu wa jimbo inaenda kuongeza chachu ya maendeleo katika halmashauri hizi zote mbili. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha ukaguzi wandani, wa ndani wa halmashauri ya jiji la Mbeya, Semkiwa Mashaka Katibu, ameeleza kuwa mchakato wa kugawa jimbo la Uyole umefikia hatua nzuri na unatarajiwa kukamilika hivi karibuni. Kugawa tulizingatia uwiano wa maeneo kwa maana ya kwamba e, kata zile 36 za Mbeya, za jiji, za jimbo la Mbeya zinagawiwa katika uwiano unaolingana ambao utarahisisha uwakilishi na utoaji huduma kati ya kata 36 tulipendekeza, kata ishirini na tatu zibaki katika jimbo la Mbeya mjini na kata kumi na tatu ziende katika uh, jimbo jipya linalopendekezwa la Uyole. Meya anakuwa mmoja, halmashauri anakuwa moja, tunakuja kuripoti wote hapa jiji. Huo ndio utaratibu. Tukipata halmashauri nyingine, basi tutakwenda kwenye upande mwingine na kuanzisha halmashauri nyingine, na tutagawa tutaga, idadi ya wafanyakazi watagawanyika kwenda kwingine. Kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.